Mme wangu. Naam mke wangu. Ndo unatoka? Sawa mme wangu, naomba nipatie shilingi elfu moja nikanua miogo ili niweze kuchemsha. Si unajua jana tumelala njaa, hatujapata hata kitu chochote. Nikuombe kitu kimoja, mke wangu, tenda kuwazima unga kwa majirani. Mimi naamini leo nitajitahidi Lazima nirudi na chochote kitu. Sawa mke mke wangu, Mwenyezi Mungu akujali huko, endapo uweze kupata riziki kwa siku ya leo. Amina. Sawa mke wangu kama kupata ni foleni, na mimi wote tutafanikiwa. Eh, mapambano misoto yendelee na mbona? Wengine walipata jana na tena, inabidi uvumilie mke wangu, yatupasa kupambana maisha ya Shemu, mbona unalia? Nkwali shemu, hebu niambie basi shida nini? Mbona unalia hivyo? Shemu. Shem, tuna wakati mgumu sana kwa maisha. Mimi na mume wangu hapo napon, na siku kama mbili hatujapata kitu chochote kinywani shimija jana tulipata kazi na hapa nimekuja kumpitia, na kutokana na mazingira ya hapa nyumbani naona kama hayako vizuri. Kuna chochote hapa naweza kuacha, kwa sababu huwezi ukakaa hivi hivi mpaka jioni utakapo toka huku. shika isha wewe shika, mimi nitaenda, nitaongea naye, nitaongea naye kwamba nimepita nyumbani na hali niliyoikuta. Shika, nitaongea naye, najua tukilipwa pesa atanirejeshea tu, hana shida yule. Usipige magoti, usipige magoti, hebu jaribu kuinuka, hebu usipige magoti chini, inuka. Shika hii hela itakusaidia, utafanya mahitaji madogo madogo. Usijali, usijali. Semeje? Usijali, inuka, usijali. Kwani yeye ameelekea wapi? ameelekea mm hivi -hmm. Basi ngoja ni mwae, najua atakuwa hajafika mbali, ngoja ni mwae tuelekee kwenye hicho kibarua. Sawa she. Pambana she. Okay. Okay. Hey, Eh wewe baki nayo, baki nayo na kama kupata ni foleni, na mimi wote tutafanikiwa eh. Mapambano misoto yendelee. Na mbona wengine walipata jana? Na tena inabidi vumilie mke wangu, yatupasa kupambana

Odi. Karibu Odi. Asante dada. Habari za hapa? Salama kweli, niko makiasi kwangu dada. Mm. samani mm. Mm. Nilikuwa naomba uniazime unga kidogo. Mama yangu <laughs> kaenda kazini, endapo akirudi baadaye jioni, nitakuletea nitakurudishia. hmm. Unamaanisha unga wa kula, si ndio? hmm. Unga wa ugali, ndio ugali. Sasa dadangu, na nami umo ndani, nimebakisha unga kidogo tu, ambao ndio wakula usiku. Kwa hiyo hapa nitakupa, ila jitahidi sana usiku jioni yani, namaanisha m kutoka kazini urudishi, maana wanangu pia wanautegemea. Sawa dada, asante pia, Mungu akubariki. Karibu na kama kupata ni foleni, namini wote tutafanikiwa. Eh, mapambano misoto yendelee. Na mbona wengine walipata jana? Na tena inabidi uvumilie mke wangu, yatupasa kupambana maisha ya sasa ni kitendawili. Tega. maisha ya sasa ni kitendawili ni kitendawili. Asante sana dada yangu kwa kuwa umenisaidia, Mungu akubariki. Hata jana kwenyewe sikula, kwa hiyo unga angalau nikakoroga hata uji nangu atakaporudi jioni takurudishia haya. Karibu familia zingine. Jamani, njaa njaa, kila kukicha njaa. Je, ukiwekwa ukiwekewa sumu mume ukafa, naenda kufa huko na mume wako? mia tatu. hmm. hmm. Dada, dada. Karibu mdogo wangu. Vipi huku tokapo, ni kwema? Ukweli dada ni kwema, wala sio kwema sana. Si kwema kivipi? Uliniacha na kaka ila kaka atanikimbia. Amekukimbia? unamaanisha ameelekea wapi? sifahamu chochote ndio maana niko. Pole sana mdogo wangu, kwa kuwa umekuja, hamna shida. Hata mimi na shemeji yako tunapitia hali ngumu sana ya kimaisha, yaani hata kula kwetu wenyewe ni shida, yaani hata kazi anayoifanya Mungu yeye ndio anayejua, nikibarua apate, mimi ndio nipate kula Utaweza kuvumilia maisha? Hapana baba wangu, sasa sitaki kuvumilia. Kuna wengine wanatamani hata kuuliwa, au ni mapito, vumilia tu. Ah, sawa mdogo wangu. Naona na ile jua nilikuwa nimekapa, sikujua kwamba hata jua limenifikia hapa. Ah, nilikuwa nimejilaza. Na vipi kuhusu shemeji kwake? Shemeji yako ameenda kwenye kibarua. Ah,